Wa tupatie nafasi hii ya kuweza kukaa pamoja mahali hapa ili tuweze kutakiana Krismasi njema eh, na mwaka mpya wenye mafanikio pekee. Tunashukuru shukuru kwa ulinzi wake, kwamba alimependeza akatulinda tangu, eh, tulipokaa tena hapa kutakiana baraka kama hizo hizo na hawa, takiyana, para,

Basi niwatakie Krismasi njema, kawa na siku yenye baraka, siku yenye furaha na amani. Inajua kuna wenzetu kutoka vituo mbalimbali ambao wao hakuna cha kufunga, kwa mfano wale kwenye mahospitali, wale tabidi na vituo vyetu vya afya, wataendelea kutoa huduma nu, na hiyo ni sehemu ya wao kutowakilisha na kuweza kuomba faraja, kuweza kuomba furaha na matumaini. Wale ambao hawataweza kukutana na familia zao, waladaeka watakuwa hospitalini au atakuwa basi, tunapenda kuwatakia nguvu za kipekee sana na kutoa